Katika hafla ya uwezeshaji kwa zaidi ya vikundi hamsini vya kina mama iliyofanyika shule ya msingi ya Kamkuyo katika eneo bunge la Kimilili, viongozi mbalimbali wa mrengo wa serikali leo waliungana na kusuta vikali wanasiasa wa upinzani. Viongozi hao walitumia jukwaa hilo kuikosoa vikali kambi ya upinzani inayoongozwa na aliyekuwa na naibu rais Rigathi Kashagwa kwa matamshi yanayodaiwa kuleta mgawanyiko nchini waliwalaumu pia kwa kuikosoa serikali bila kutoa mwelekeo mbadala wa kisera. Tuchangishe tusichangishe, tuendelee, tutoe ama tusitoe. Unajua, mkisema turudi naye, mimi nitarudi na yangu Kikuyu nisaidie, wachuzi wa Kikuyu. So ndio tumesema sisi hatutaki kuingizwa kwa ile siasa, mnaona wale wengine wakiingiza wananchi kwa siasa ya uchochezi, siasa ya ukabila, siasa ya kugawanya watu. Wakiona tumekuja Bungoma, wanasema hatufai kuja Bungoma, ati mimi nimengekaa mlima Kenya, sababu huko ndio iko mlima, hata hapa nimeona mlima Elgon. Na, na leo mimi nimefurahi sana sababu mimi ni mtoto wa mjane, na nikiona kina mama wanasaidiwa huwa inanigusa roho nikamwambia leo mimi nitawaacha vitu yote huko Likuyani ili nikuje hapa Kimilili tusaidiane, ili tuweze kuinua kina mama wetu watoke chini, waende wapi? Waende juu. Sina maana hiyo yeah. Nakuja kwenye watu wa Kimilili kuwaomba kwa, kwa unyenyekevu Eti niliona juzi yule kiongozi ambaye nimesikia leo anaitwa Yunis, eti amekuja hapa, eti anawaambia eti kiongozi mkombozi wa Kenya eti ni Rigathi Gachagua. Nyinyi watu wa Kimilili, mnakubaliana na hiyo? Viongozi katika hafla hiyo pia walimpigia debe mbunge wa Kimilili Didmas Barasa ambaye ametangaza rasmi azma yake ya kuwania kiti cha ugavana wa kaunti ya Bungoma kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na, na mtoto akiomba kitu si lazima apewe. Viongozi hao walisema kuwa ni wakati wa viongozi kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto ili kutekeleza ajenda ya maendeleo huku wakiwarai wakazi wa, wa, wa Bungoma kujitenga na siasa za kikabila na migawanyiko zinazoendelezwa na baadhi ya wa wanasiasa wa upinzani. Unajua, mimi nilichaguliwa kwa chama ya upinzani lakini watachoni husema, yule mama anayeolewa na baba yako ni mama, si ndio? Ita sasa, Raila akaenda kwa broad base, mimi nitabaki nje. Si mimi ndio ntatetea hiyo serikali? Baba yangu sasa anaitwa nani? William Samoyo na wow! nyinyi mnatoa wapi pesa ya kuzunguka all over? Na wewe kwanza ni impeached! Mwingine, wewe ulimaliza sijui 2013, tangu utoke vice president miaka imepita sijui ngapi, machungu haiwezi run serikali ya Kenya, you cannot stand mahali kikazi yako ndio kusema tu wanta. ukiulizwa nani utapea hata wewe nikikuuliza sasa hivi ukiambia Ruto one term, ile saidi ingine nani anakaa sura ya rais? Hata sura tu, wacha maneno mingi. Sura kwanza, iko group ya watu wa kutembea juu ya magari na matusi na hasira na kuchochea watu na kutabiri mambo ya mauaji na vita Kenya, sindio? Iko group ingine ambayo ni wakuleta wakenya pamoja, pasipokujali kabila, pasipokujali dini pasipo kujali vyama vya kisiasa. Tuzingatie mambo ya maendeleo ya mama mboga, ya mchuuzi mdogo mdogo, ya kijana wa boda boda, ya Mkenya wa kawaida na ustawi na kuboresha maisha ya Wakenya. Ile ya matusi inaongezwa na yule mtu suti kombo wa kuchochea Wakenya, na nasikia wakina Eugene wa Marwa wako hapo Mtu mumesema nyinyi wenyewe watu ya Bungoma, hakuna kitu mnaweza hesabu amewafanyia hapa. Kambi ya upinzani inayojumuisha Rigathi Gachagua wa DCP, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP imekuwa ikikosoa serikali ya broad-based ya Raila Odinga na Rais William Ruto kuwa imeshindwa kutekeleza masuala ya msingi, na kwamba Rais Ruto stahili mhula wa pili. Chris Sifuna uninga ya Tandao.